Ni mchezaji yupi aliifungia Chelsea penalti ya mwisho na ya ushindi kwenye fainali ya UEFA Champions League mwaka 2012 dhidi ya miamba wa Ujerumani, Bayern Munich. Didier Drogba. Nani? Drogba. <laughs> Didier Drogba yeah. Manchester derby, mechi kati ya Manchester united na Manchester City saa tisa na nusu siku ya Jumamosi, ubashiri wako wa mechi hiyo Drogba. mbeuma merudi Ehe. Mm -hmm. Draw. Draw? Mm. Mambo vipi, karibu ndani ya show kubwa EPL mtaani. Leo tunabadilisha mita bendi. Tunaingia kwenye mashindano ya kombe la FA Cup. Jana usiku Chelsea wanapata ushindi wa magoli matano kwa moja dhidi ya Charlton Athletic kwenye mzunguko wa tatu wa kombe hilo la FA. Rosnia, kocha wa Chelsea mgeni ambaye ametoka kwenye klabu ya Strasbourg kule nchini Ufaransa anapata ushindi wake wa kwanza tangia alipojiunga na klabu hiyo. Hii ni rekodi ambayo ilikuwa imewekwa na mchezaji au na kocha wa, wa, Chelsea ambaye alikuwa anajulikana kama Antonio Conte mwaka 2016 akipata ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya West Ham United. Hii leo tunaungana na shabiki shakiki wa klabu ya Chelsea kutathmini aliyojiri kwenye mechi hiyo. Mambo vipi bro? Poa sana wiki. Okay. Wanakuita nani? Naitwa Gaspar. Ehe. Al maarufu Kaisedo. Kaisedo. Mechi ya Chelsea magoli matano kwa moja dhidi ya Charlton Athletic kwenye mzunguko wa tatu wa Carabao Cup, unaizungumzaje mechi hiyo? Game ilikuwa poa sana. Mm -hmm. Mashabiki wa mpira general mm -hmm. Licha ya kuwa shabiki wa Chelsea mm -hmm. natumai alienjoy hiyo game kabisa kwa hiyo hiyo jana. Mm -hmm. Mwanzo tunaona huyo ni kocha mpya mm -hmm. ndio ameingia mm -hmm. hata hajamaliza siku hata moja ama siku mbili. Mm -hmm lakini tunawezaona ile mpangilio alikuwa nayo, system ile alikuwa nayo, malengo yale alikuwa nayo, inaonyesha ama ina ishara kuwa ana atakuwa ni kocha mzuri, so game jana tulienjoy. Ilikuwa game kila mchezaji alikuwa anachituma kivyake na alikuwa anaonyesha nia ya ya kupata hiyo ushindi jana. yeah. yeah. Safi, tunaingia ndani ya kitengo cha Chemsha Bongo. Hiki ni kitengo bila shaka ambacho tunamleta shabiki wa klabu kwa mfano wa Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City na tunamuuliza maswali kuhusiana na klabu yake kuweza kupima kama ana uzoefu ama anajua kinachoendelea ndani ya kambi ya klabu yake. Swali la kwanza tunakwenda kuzungumzia kwenye Chemsha Bongo kwanza, uko tayari, uko tayari? <laughs> Kabisa. Kabisa. Safi. Swali la kwanza ni mchezaji yupi aliifungia Chelsea penalti ya mwisho na ya ushindi kwenye fainali ya UEFA Champions League mwaka 2012, dhidi ya miamba wa Ujerumani Bayern Munich. Didier Drogba. Nani? Drogba. <laughs> Didier Drogba. Yeah. Sawa. Hapo umepata. Mwaka 2025 Chelsea iliweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza kushinda mataji yote ya UEFA likiwemo kombe la klabu bingwa barani Ulaya, UEFA Champions League. UEFA Europa League, FIFA Club World Cup na kombe gani lingine? Conference. <laughs> Safi. Ni kocha yupi alishindia Chelsea kombe la ligi kuu ya soka nchini Uingereza na maanisha EPL na kombe la FA kwa mpigo msimu wa 2009 hadi 2010? Safi, safi. Mtazamaji wetu unaweza ukazungumza nasi kwenye comment section ukatuambia kama ameweza kukosea au ameweza kupata. Maana yake jibu tunalo au <laughs> sio? Ni mchezaji upi kutoka akademia ya Chelsea ambaye aliteuliwa na hodha mwaka 2023 na, na baadaye akalibeba kombe la FIFA Club World Cup mwaka 2025? Prince James. Correct. Umepata. Ni kocha yupi alichukua hatamu za uongozi baada ya mkufunzi Enzo Maresca kuondoka Ugani Stamford Bridge? Liam Rosner. Correct. Ni mchezaji yupi anashikilia rekodi ya kufungia Chelsea magoli mengi kwenye historia ya ligi kuu ya soka nchini Uingereza? Diego Costa. Ah, top <laughs> top wa Correct. Aba. Msimu wa 2005 Chelsea waliweka rekodi ya kufungwa mabao mangapi kwa mechi 38 za ligi kuu ya soka nchini uingerezamabao 15. Swali la 8 ni mchezaji yupi alivunja rekodi ya uhamisho nchini in Uingereza alipojiunga na Chelsea kutoka Benfica mwezi Januari mwaka 2023? Enzo Fernandez. Umeko, ume, umepata. Correct. Swali la tisa ni mchezaji upi alifungia Chelsea bao la pekee na la ushindi kwenye fainali ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya, UEFA Champions League, dhidi ya Manchester City nchini Ureno kwenye jiji la Porto. Correct. Swali la mwisho ni kinda yupi alijiunga na Chelsea kutoka Manchester City mwaka 2023 na kushinda tuzo la mchezaji bora mchanga katika msimu wake wa kwanza ugani Stamford Bridge kwa maana ya PFA Player of the Year. Yo, yo. Nani huyo? Ni Palma mwenyewe. <laughs> Ko, Palma safi sana, safi sana mtazamaji wetu. Huyo ni shabiki shakiki gangari wa klabu ya Chelsea kwa jina la Ayuma Kaisedo, anazungumza maoni yake kwenye kitengo cha Chemsha Bongo. Kama unafikiri ameweza kukosea au ameweza kupata sahihi maswali hayo kumi, basi angusha comment kwenye uh, ile comment section kuzungumza nasi ndani ya Sport Giants TV kwenye YouTube na TikTok. Jina langu ni Kinda Mkandamizaji Wikliff Msao. Tunakwenda kuingia ndani ya kitengo cha Chemsha Bongo Live. Hii leo tunaungana na shabiki wa klabu ya Arsenal. Mambo vipi bro? Poa sana, inakwaje? Safi. Wanakuita nani? Naitwa John Odhiambo Msao. Ehe. Shabiki namba moja. Ehe. wa Arsenal voi mzima. Ehe. Kama si Msao sijui mwingine. Au sio? Ndio hivyo. Safi, Msao. Unajiamini? Sana. Kwenye Chemsha Bongo utapata maswali yote eh, ya, ya, kama eh, kuna venye naweza ongezewa extra ni eh, jibu zingine extra eh, mimi nitashukuru au <laughs> sio. Safi sana. Ni mshambuliaji yupi wa Arsenal ambaye ameifungia Arsenal magoli mengi zaidi katika historia na wa kwanza kabisa kuchongewa sanamu lake pale Ugani Emirates? Anaitwa Thierry Henry, alikuwa na jezi 14, eh, eh, inavaliwa na nani sasa hivi? inavaliwa na kijana Goikaris. Safi. Swali la pili. Msimu wa 2003 2004 Arsenal walibeba ligi kuu ya Premier wakiwa unbeaten. Walishinda mechi ngapi na wakatoka sare mechi ngapi ngapi? Eh, walishinda <laughs> mechi, was it 30, 32, wakadraw 6. Mhm. Eh, nikusaidie. Nisaidie. Safi. Walishinda mechi 28 na, na wakatoka sare mechi 12 na, na hawakufungwa hata mechi moja. Hata moja, na Patrick Vieira alikuwa captain. Hiyo eh, nimelipa hiyo. Safi. Uwanja wa Emirates una uwezo wa kubeba mashabiki wangapi? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

Ni mchezaji yupi alikuwa nahodha wa Arsenal msimu wa 2003 2004 wakibeba ligi kuu ya soka Uingereza wakiwa unbeaten? Patrice Vieira. Correct. Ni kocha yupi alimaliza ukame wa mataji pale Emirates baada ya kushinda kombe la FA mwaka 2014? 2014. Arsene Wenger. Correct. Arsenal imeshinda mataji mangapi ya FA kufikia sasa? kumi na manne. Safi. Swali la saba, ni mshambuliaji yupi alijiunga na Arsenal msimu wa 2025/2026 kutoka taifa la Uswidi? Swali la nane mkufunzi wa Arsenal, Mikel Arteta alichukua hatamu za uongozi pale ugani Emirates mwaka upi? Swali oh, okay. la tisa msimu wa 2023 2024 Arsenal walibeba ligi kuu ya Uingereza wakiwa katika uwanja upi? oh, wakiwa katika uwanja the league, Tottenham Hotspur. Swali la mwisho na la kumi, goalkeeper wa Arsenal David Raya alikuwa anachezea klabu gani kabla hajajiunga na Arsenal mwaka wa 2024? Brentford, yeah. Yeah. Brentford. <laughs> Safi, safi, safi! Bila shaka mtazamaji wetu huyo ni shabiki wa Arsenal ambaye tumemweka kwenye kijiwe cha Chemsha Bongo Live, na ameweza kujibu maswali Zungumza nasi kwenye comment section useme amefanya vyema au ameweza kubwaga amebwaga kikosi vyema, au sio? Kitengo cha ubashiri wako ni kitengo cha kubashiri mechi za ligi kuu ya soka nchini Uingereza kwa faida tu ya mwekezaji. Mechi ya kwanza Manchester Derby, mechi kati ya Manchester United na Manchester City saa tisa na nusu siku ya Jumamosi. Ubashiri wako wa mechi hiyo drop Mbeu wamerudi. Ehe. Amad amerudi. Mhm. Draw. Draw. Mhm. Nani atafunga bao ama itakuwa sifuri bila sifuri? Ah, draw ya one one. Man City pia imetoka na nil nil. Ehe. Itakuwa one one. Safi. Chelsea dhidi ya Brentford, uh -huh. <laughs> saa kumi na mbili siku ya Jumamosi. Chelsea win, uh -huh. Chelsea wako home. Wako home. One. Chelsea win. Safi. Liverpool dhidi ya Burnley. Um, Liverpool win. Okay. Tottenham Hotspur versus West Ham. Tottenham vs West Ham, uh -huh. Over 1.5. Safi. 1.5, Leeds Leeds United, Fulham? Leeds, Fulham, first, half, uh -huh. Under under 1.5, mm. First first, half, half. Safi. Sunderland, dhidi ya Crystal Palace. Sunderland, Crystal Crystal Palace. Palace, goal goal. GG. Mm. Safi. Nottingham Forest, dhidi ya Arsenal. <laughs> Arsenal win. Times four. Chukua kila kitu yenye pale kwa nyumba, wale mbuzi wenye umewalisha wakashiba, ng'ombe, usisahau kuchukua ile kitanda yenye unatumia pale kwa nyumba hiyo, si kuchukua peleka pale rehani. Arsenal kichwa, ukuje uniambie matokeo the following day. Safi. Huyu ni <laughs> shabiki wa Arsenal anaongea. Usisahau. Haya, safi, haya. Oops. <laughs> dhidi ya Newcastle United siku ya Jumapili saa kumi na moja. Newcastle win. Kichwa. Kichwa. Safi. Aston Villa dhidi ya Everton Sunday au siku ya Jumapili saa 1:30. Aston Villa kichwa. Villa kichwa. Alama, alama tatu hizo, sio za nane. Mechi ya mwisho Brighton dhidi ya Bournemouth siku ya Jumatatu saa tano usiku. Brighton Bournemouth. Brighton Bournemouth, Bournemouth. Ha. Uh-huh apo eka Brighton ile ashuariti eka anda anda 2.5. Safi, safi. Huyo ni shabiki wa klabu ya Arsenal kwa jina la msaa mwenyewe, anabashiri kwamba Arsenal watamtandika Nottingham Forest magoli mengi zaidi zungumza nasi kwenye comment section, tupe ubashiri wako wa mechi za ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Jina langu ni Kinda mkanamizaji Wycliffe Musau, kitengo cha ubashiri wako. Kaisedo, mechi ya kwanza Manchester United vs Manchester City derby, siku ya Jumamosi saa 9:30. Um, bila shaka vile kwanza umesha sema ni derby na kila shabiki tunajua Dabi aikuangi game rahisi, so kwa yote vile haita wai, haita wai kuwa rahisi na haita wai kuwa rahisi so, despite the fact that Manchester United wana yumbayumba yumba kidogo, awana coach but Man City hawata kipata pata rahisi rahisi vile. Naona best player wao manwa amerudi nao. Man City pia wame sign best player sana apo Semenyo. Eh, so mi na feel itakuwa game ngumu mwaso against Man City, ndio yes. Um, unapiga upato United kushinda. Um, napiga upato Manchester United kushinda. Mm -hmm. ushindu finyu mm, ama draw. Okay. kama ni ushindi anaona kama 2-1 ama, ama yende draw ya two two. Okay. Yeah. Chelsea versus Brentford siku ya Jumamosi saa 12. Um, ni game ingine ngumu. Tumeona vile wanacheza game yao wameinuka, yeah. I think for the last games kama nne za Brentford, yeah. I think well, yeah. Nikona imani wanaanza zote. Well, tena nne za Brentford wameshinda, wameshinda tena wamefunga mbao mingi. Yule striker wao yule Igor, ndio hata second top scorer yule Thiago yule. So kwa upande wa Chelsea nao, yeah. Ni, ni timu pia inaweza kufanya lolote wakati wote bila kutarajia no. So na feel Chelsea ita napiga upato Chelsea yes. Licha kuwa mwana Chelsea ndio, lakini na upiga upato Chelsea kushinda yeah, but itakuwa pia narrow win na itakuwa rahisi vile kama bao moja au sufuri. Two-nil. Two-nil. yeah, but kutakuwa na clean sheet Burnley of late, pia tunaona imekuwa timu nzuri inasumbua inaletea shida timu kubwa. Um, tumeona vile walicheza against Manchester United juzi. So nikijaribu kuangalia pia Liverpool nao kwa upande mwingine walikuwa wako shikishiki wame, wameinuka wame wame wame improve ki game sasa hivi eh bila hata tangu ye, game ya mwisho tuliona vile walicheza walitoka walicheza against ah, yeah. Best, the the the best, best team in the world. Yeah. Arsenal sahi. yeah. Yeah. Tuliona vile walicheza wakatoka waka sare, lakini walikuwa washinda hiyo game yeah. So mimi kimtazamo wangu naona draw draw nyingine naona draw nyingine Liverpool na ya yeah. yeah. Tottenham Hotspurs dhidi ya West West Ham United. Saa na West. Na West Ham United 12 Jumamosi na ndio ah Tottenham mm -hmm. watapata ushindi hapo. Naam. yeah ushindi kama wa three one. West Ham atujui shida yao ni nini, but wako na mapolea wazuri Dio. but tangu Kudus atoke pale, Wanasozoa vibaya sana. Kweli. so inafil I, I mm -hmm. Tottenham watapata ushindi. Kweli. three one. Three one. Yeah. Safi. Sunderland dhidi ya Crystal Palace siku ya Jumamosi pia saa kumi na mbili Um, Crystal Palace atapata ushindi. Ndio. Japokuwa wata struggle kidogo maana Sunderland Nam. is, a, is not an easy team to, Sudeland to Nam. play against. Yeah. So na naona na, Crystal Palace atapata ushindi. Mm -hmm. Safi. Leeds United dhidi ya eh. ya Fulham. <laughs> Hizo timu mbili ni ni hatari. Timu ni hatari ni zote ni msumbufu. Kwa mfano tuliona against Chelsea hizo timu zote mbili. Ndio, ndio. So naona wakienda okay, draw ya mabao. Hii draw. Kwa mwekezaji yake over 1.5 atapata. Kweli. Yeah. Safi. Nottingham Forest dhidi ya Arsenal siku ya Juma mosi saa mbili unusu. mm, Nottingham Forest wamekuwa wazuri of late. mm -hmm. but kwa yote vile tu Arsenal watashinda. Na hiyo game, wa, wajua Arsenal wachenye wanatafuta hapo juu. Ndio. so wako form Arsenal kila up, kila upande. goalkeeper, defense, mm -hmm. midfield mm -hmm. Striking. Wako, wako best. Really? So, naona, Arsenal wakishinda hiyo game. Okay. 3 nil. 3 nil. Yeah. Safi. Klabu ya Wolverhampton Wanderers dhidi ya Newcastle United siku ya Jumapili saa 11. Newcastle. Newcastle. Newcastle. Newcastle watashinda. Ehe. 2 nil. 2 nil. Ah, 2-1. Ehe. Yeah. But nafeel kutakuwa na goli na GG. Ndio. 2-1. Ehe. Yes. Safi. Aston Villa dhidi ya Everton, siku ya Jumapili saa moja unusu. Okay, Aston Villa na Everton yeah. Hiyo ni game nyingine ngumu sana yeah. Si ni unpredictable ile game sana, ukiangalia Everton ni wewe imecheza against timu kubwa, na ukiangalia Aston Villa wamekuwa na msururu wa ushindi yeah, wa kila game. So, yeah. But na feel Aston Villa itashinda tu hiyo game bado yeah. Yeah. Yes. Mechi ya mwisho kabisa itakuwa ni Brighton dhidi ya Bournemouth siku ya Jumatatu saa tano usiku. Hizi timu ndogo zingine zenye zinajituma sana kadri ya uwezo wao, wako na the youngest ni squad pia, wanajituma wanapiga game 90 minutes bado wanakimbia. So Brighton na Bournemouth, naona Brighton wakishinda hiyo game. Yeah. Safi sana, safi sana. Huyo ni shabiki wa klabu ya Chelsea akipeana ubashiri wake wa mechi za ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Na wewe naweza ukadrop comment yako kuhusiana na ubashiri huo. Ukasema ni mechi gani ambao unadhani wataweza kushinda, nani watashinda, nani watashindwa, nani watatoroka sare. Jina langu ni Kinda Mkandamizaji Weekly Funsau na hapo ndipo tunatia nanga show yetu EPL Mtaani hadi Jumapili ijayo. Kwa heri.